wanaosoma kwa kutumia mtaala wa zamani watakuwa ni darasa la saba watamaliza na watatakiwa kwenda sekondari. Haya, wanaotumia mtaala mpya watakuwa wamefikia darasa la sita kwa hiyo kutakuwa na hizo makundi mawili, hayo yote yanaingia fomu moja na kuanzia hapo, manaake sasa mtu anakwenda mpaka fomu nne, hakutakuwa tena maswara yale. Kwa haya wanaofata mtaala mpya hakutakuwa na maswara ya kwamba wa wanachujwa kwa sababu elimu watakuwa wanachujwa jinsi, muda wao watakuwa wanajengea uwezo kadri wanavyokwenda stage baada ya stage. Kwa kwa maana hiyo tutahitaji kujenga madarasa mengi. Na tumejipanga vizuri Wizara ya Elimu na Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa hakika kwamba tunajenga madarasa. Kwa hiyo mtaona sasa hivi hatuna tatua, baada ya muda mfupi atakuwa na sekondari na msingi, itakuwa na kitu kinaitwa elimu msingi. Elimu msingi. Na, na, pale palipo na shule za sekondari hapo hapo naweza kusema tunaongeza madarasa na sehemu nyingine kwenye shule za msingi tutaongeza madarasa mtu aweze kusoma. na Ha, yote haya yalikuwa ni maelekezo na matakwa ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mnajua kuna wanafunzi wengi sana walikuwa wanakosa fursa ya kwenda sekondari, si ndio? Lakini amefuta hiyo, hebu tumpongeze kwa hilo. Shule, mazingira ya shule yabidi yawe salama ili mtoto aweze kuwa na utulivu wa akili na kuna, kuna mwongozo wa lishe chakula na lishe shuleni. Naomba huo mwongozo nao mufuatilie sana. Wizara ya Elimu imetoa mwongozo wa chakula na lishe shuleni. Tafiti zinaonyesha kwamba panapokuwepo na lishe shuleni, uwezo wa mwanafunzi kuelewa unaongezeka, lakini uwezo wa mwanafunzi ku, ku, ku, kupenda kwenda shuleni, atapenda kukaa shuleni na changamoto pia ambazo mtoto akiwa ametulia shuleni anajua baada ya muda atapata e, uji au atapata chakula, hataweza kutangatanga. Kwa hiyo inakuwa imeongeza mazingira ambayo ni salama zaidi kwa mtoto. kwa hiyo kuwepo kwa chakula shule nako kunasaidia kuongezea mazingira yale kuwa salama zaidi kwa mtoto. Kwa hiyo tujitahidi sana, na ndio hapo tena kabidi atafute fedha kwamba tuwajengee walimu wetu uwezo, na walimu hao elfu tano kwa shule elfu tano nchi nzima, na mafunzo haya yalianza, yalikuwa yaanzia hapa, lakini hatukuweza kupata na fursa, wakaanzia Kileru Iringa. Nyie mko hapa leo, yalikuwa yale ya kwanza, tulikosa nafasi ya kwenda kuyafungua rasmi, lakini kama alivyosema Maulidi, naona pwani ikawa imetuvuta tumeweza kuja kuyafungua rasmi leo hapa. Sera ya elimu na mafunzo ya, ya mwaka 2014 toleo la 2023 sehemu ya 3.8 inasisitiza kuwepo kwa mazingira salama, rafiki na huduma muhimu katika utoaji wa elimu na mafunzo. Na wote mnajua jinsi ambavyo kuna miradi mbalimbali mbali, kwa mfano ile miradi ya, ya Swash sijui ni Swash Wash, tunavyoweza kujenga vyoo kule shuleni vya wenye mahitaji maalumu lakini watoto wa kike lakini mnavyojua jinsi ambavyo zile water points zinavyoongezwa huko, kuna miradi mbalimbali inaendelea. Lakini kuna mradi wa EP4R madarasa yanajengwa. Kuna mradi wa BOOST madarasa yanajengwa. SEQUIP madarasa yanajengwa. Sasa hivi tuna mradi mwingine eh, GPETSP. Madarasa yanajengwa. Tunayo shule bora, madarasa yanajengwa billions of man. Na zote hizi ni kuonyesha kwamba nia ya serikali hii awamu ya sita ya kuhakikisha kwamba elimu bora inatolewa kwa wanafunzi wetu yanapatikana. Na hata tulipobadilisha, tulipoboresha sera, moja ya vitu katika vitu vitano vilivyosisitizwa zaidi ilikuwa ni ubora wa elimu. Kwa hiyo mnaona kabisa mafunzo haya kwa walimu yanatolewa si kwenu tu na si kwa hili tu, lakini yanatolewa pia. Tulitoa hivi karibuni mafunzo haya kwa walimu, namna bora ya kutumia TEHAMA eh, kwa ajili ya kujifunza na kufundishia lakini mnakumbuka kuna madarasa huko yanajengwa, madarasa janja na vitu kama hivyo, smart classrooms na, na smart boards vyote hivyo. Na tulikuwa tunafuatilia hapa, kuna vifaa vinatakiwa kununuliwa vingi, ndio tulikuwa tunauliza TAMISENI kwa sababu sasa imechukua muda. Wanasema kwamba viko njiani vinakuja kwa hivi karibuni. Vile vifaa vya tehama tunaamini navyo vitakuja kwenye shule zenu, ambavyo vitaendelea kufanya mazingira yenu yawe rafiki zaidi katika kufundisha watoto wetu. Kwa hiyo matamko ya sera 3.8.1 hadi 3.8.3 yanabainisha kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali itahakisha kuwa kuna kuwepo na mazingira salama na rafiki katika upatikanaji wa elimu na mafunzo, lakini pia huduma muhimu zikiwepo chakula na lishe. Ndio maana hapa nimesisitiza ule mwongozo wa lishe, lakini pia kupo mwongozo wa mambo haya ya, ya shule salama, muusome na muufuatilie, kamati ziundwe, lakini pia masuala ya mawasiliano, masuala ya umeme, ndio sasa usiseme eh. Sasa hivi utekelezaji wa ilani unaelekeza, ilikuwa kwamba vijiji sasa hivi vyote vile elfu kumi na mbili na mia tatu kumi na nane sehemu kubwa vina umeme, na sasa, sasa hivi nchi nzima kama mmeangalia, wanaanza kusambaza umeme kwenye vitongoji na kuliko na taasisi za serikali kama shule, vituo vya afya, bado shughuli hizo zinaendelea hmm. Kwa hiyo utoaji wa huduma stahiki na ushauri na unasihi katika ngazi zote za elimu na mafunzo unaimarishwa, kama alivyosema Bwana Tulo Fundi. Nyiwe mkienda, nadhani sifa moja muwe wasikivu sana, watoto wale mpate muda wa kuwasikiliza. Wakati mwingine, mkiwasikiliza watakuwa na mambo mengi ya kuwaeleza na kuweza kubaini kwamba kuna tatizo. Wakati mwingine, wazazi nao wamekuwa bize sana, hawawasikilizi na kwa sababu wazazi wanakaa nao muda mfupi sana labda weekend lakini nyie mnapaswa wale, kwa sababu mlioteuliwa waratibu hawa, mjitahidi sana kuwasikiliza watoto, na watoto wa siku hizi wana mambo mengi, wanafahamu mambo mengi sana, mkiwasikiliza wanaweza kukwambia, yani kashangaa. Mtoto mdogo anakuja, ukimsikiliza anakuambia mambo, unabaki unashangaa tena, ya shuleni huko. Kwa hiyo sasa tunategemea nyie wasikivu zaidi ili muweze kutusaidia kwa sababu kama unavyojua sasa kuna hizi changamoto zinazoendelea hmm. masuala ya utandawazi haya, lakini wengine wanaweza kutana na malengo mabaya tu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa la baadaye ambalo halina watu makini zaidi na watu wenye maadili. Ndipo sasa ukiangalia sera yetu ya elimu pia imesisitiza historia ya Tanzania na maadili kwa lengo hilo hilo na watu kufuata maadili yao ili kuhakikisha sera hii inatekelezwa kwa ipasavyo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia programu ya kuboresha ujifunzaji wa wanafunzi wa elimu ya msingi.